Karibu kwenye yanayojiri mitaani TV. Leo tunazungumzia hazina ya afya ambayo wengi hawaifahamu kabisa, mafuta ya zeituni na zeituni zenyewe. Usiondoke, maana faida zake zinaweza kubadilisha maisha yako kiafya. Kumbuka, lishe bora si mbadala wa matibabu ya hospitali. Ukiwa na tatizo la kiafya, ni muhimu kupata ushauri kutoka kwa daktari. Afya yako njema inahitaji mchanganyiko wa lishe sahihi, mazoezi ya mwili na ufuatiliaji wa kimatibabu. Mafuta ya zeituni ni mojawapo ya mafuta bora duniani. Haya hapa baadhi ya faida zake: hulinda moyo wako. Mafuta haya hupunguza kolesterol mbaya na kuongeza ile nzuri, hivyo hupunguza hatari ya mshtuko wa moyo. Mafuta ya zeituni huimarisha akili na kumbukumbu. Yana virutubisho vinavyosaidia ubongo kufanya kazi vizuri na kupambana na magonjwa ya alzemia. Hupunguza uvimbe mwilini. Ina kiungo kinachoitwa oleikathal ambacho hufanya kazi kama dawa ya asili ya kutuliza maumivu. Mafuta ya zeituni huongeza uwezo wa mnyeng'enyo wa chakula. Kama una, unapata tatizo la tumbo au kuvimbiwa, kijiko kimoja cha mafuta ya zeituni kila asubuhi kinaweza kusaidia sana. Ni nzuri kwa ngozi na nywele mafuta haya huifanya ngozi kuwa laini na huimarisha afya ya nywele zako. Zaituni zenyewe, sasa tuangalie zaituni zenyewe, zile ndogo ndogo nyeusi au kijani tunaziona kwenye salad au pizza. Kwanza, ni chanzo kizuri cha madini cha calcium na iron. Hii husaidia kuimarisha mifupa na damu. Pili, huimarisha kinga ya mwili, zina antioxidant nyingi zinapopigana na magonjwa ya mwili na hata kansa. Tatu, ni rafiki kwa watu wenye kisukari, zina sukari kidogo na mafuta mazuri yanayosaidia kudhibiti kiwango cha sukari mwilini. Zeituni husaidia kupunguza uzito, zeituni huongeza hisia ya kushiba, hivyo unakula kidogo bila ya kumia njaa. Sasa umejua mafuta ya zeituni na zeituni zenyewe, si kitu kitafunwa, bali ni dawa ya asili bali ni dawa ya asili kwa afya yako. Lakini kumbuka, lishe njema huenda sambamba na matibabu sahihi na mazoezi ya mwili. Usisahau kusubscribe, kupenda video hii na kushea kwa wengine, wapate maarifa haya pia. Hii ni yanayojiri mitaani TV. Boresha afya, boresha afya zetu pamoja.